Utakona nembo ya kipepo unasema una Mungu eh? Mungu ni wengi, kuna miungu sio yule Mungu wa Israeli. Mnanisikia akina mama, kwa sababu leo hoendi wengi mbinguni kwa ajili ya zile fasheni. Shetani alijia kwenye fasheni, wanabaki wanaenda mbinguni leo ni wanaume, sio wanawake. Wanawake ni wa moja moja mno, wakisema unaishi kizamani ndio Biblia ni ya zamani sana, hatuchoki kuishi na Biblia. Ni ya zamani hatuchachoka kuishi na chuo la zamani muno kuliko na Biblia, unanisikia? Unanisikia, ila sasa usiwe na nembo ya pepo. Sikiliza sasa, kwa nini tunaongea mambo hata ya nywele? Amerika kuna inchi inaitwa Jamaika. Jamaica iko katikati huko, kaskazini ni Marekani, Canada na Argentina, uh, ziko huko kaskazini. Kusini huko ni Brazil na Argentina na mataifa mengine, hapa katikati vinavyounganisha, kuna vinchi nyingi, kuna nyingine inaitwa Jamaica. Sasa kuna dhehebu linaitwa Rastafara, unaosikia wa Rastafara wapo hapa mpaka na Mwanza, makao yao makuu ni Jamaica. Mungu wao anaitwa Rastafara, unanisikia? Wao wanaamini hivi huyu Rastafari na hii Biblia ni hivi hivi, ila ina tofauti kidogo kwenye sala ya baba yetu uliye mbinguni, wao ni Rastafari uliye mbinguni, unanisikia? Kwa sehemu hiyo iliyoandikwa Jehova, wao ni Rastafari. Bwana Bwana Mungu wa majeshi asema, Rastafari asema, mengine isaidi ni yanakwenda tu, hata matendo ya nakuenda mitume yanakwenda, kama ni Bwana akamtokea Paulo, wao Rastafari akamtokea Paulo, unanisikia sasa? Wao sikiliza sasa, nembo ya dhehebu, kila dhehebu lina nembo, unanisikia? Kila dhehebu lina nembo. Na taifa Tanzania, tuna nembo ya kitaifa ya Tanzania, ni mwanaume na mwanamke sawa, unanisikia sasa? Wao nembo yao ni rasta kwa mwanaume na mwanamke. Wanaamini hivi huyu rasta fara ndio atamtuma Yesu. Yesu wanamkiri na malaika wanawakiri, alafu sasa ndio atawaambia malaika zake wakati wa unyakuo Watakuwa wanaangalia tu, mwenye rasta ndio malaika anachukua, rasta anainua na mnyofu kwenda angani. Mwenye rasta tu ananyofolewa kwenda wapi? Nimesikia sio baba? Pale ni mchungaji gani hana rasta bahati mbaya kabisa na kwenda kuachwa na mwingine huyu ule rasta. Kuna wengine hapo, mmenisikia eh? Hiyo ni imani halisi hiyo, eh, imani ya kipepo. Mnanisikia? Sasa kwa wazungu TV zimeanza miaka ya hamsini kwenye ya hamsini walikuwa na TV. Unasikia? Kenya TV ni kwenye mwaka wa 80, kwenye 80 tena mwanzo ni kabisa kati ya 80. Hapa Tanzania Leonard Mengi alifunga channel mwaka 92. Sasa walipokuwa wakijitangaza wao dhahabu lao kama sisi, kuna matangazo, si mnaona TV leo ni nyingi tu, watu wanajitangaza kwamba dhahabu letu ni mtu analasta, watu walipoona wakajua ni fashion mpya kumbe wanatangaza nembo ya dhehebu lao, ndio lasta zikaanza kuenea kama fashion. Ukiweka lasta hata ya nyuzi, wewe ni wa lasta, hata kama fara na kuaruka. Mnanielewa? Mnanielewa? kusuka kumekatazwa kwenye Biblia kwa sababu kwenye bustani yetu tulisikia ile jana kwamba shetani alimpa mashaka Adamu, alimpa ashaka Eva, asijiona kwamba ameumbwa kwa, ame kwa kufanana na Mungu lakini ameumbwa kwa mfano wa nani? Kwa Mungu. Unanisikia? Watu wa Mungu, ziki tokea janga ni upate ukombozi wote. Neema ipo duniani haiko mbinguni. Usivae wigi, unasikia? Usivae nini? Wigi. Unanisikia? Mapambo yamekatazwa mno kwenye Biblia. Unanisikia? Usiloli nywele wala kukalikiti. Usipake piko wala dawa nyeusi. Mnanisikia? Usiweke rangi kwenye makucha. Mwingine unakuta mama ameweka makucha ya nyau. Nyau nyau, mtu aliumbwa na makucha marefu? Sio wewe. Makucha kwanza ni uchafu. Mnanisikia watu wa Mungu? Ngoja niongee kitu kingine, msikasirike tu, tunajifunza leo elimu sana ya Kibiblia. Sio pana sana. Sasa tufanya mkutano ulio changamka nje, tukahubiri nje, watu wakusanyike wengi kwenye mkutano. Watakao angushwa na mapepo sana wengi ni watu gani? Wanawake na wanaume wamo, ila sana ni wanawake. Kwa nini hasa wanawake wao wanaangushwa sana mapepo? Sikiliza sasa, mnanisikia? Wanawake mara nyingi yale mafuta makali, lotion perfume kali, tena kama perfume kabisa yale manukato makubwa makali hayo. Wewe, chukua asali, chukua asali nenda nje na asali kwa uwazi kwa muda, unanisikia? Ukikaa nje na asali, matokeo yake watakuja wadudu gani? wanafuata nini? Asali, ile harufu ya asali. Sasa manukato makali ni hivi, mwanadamu huoga na asili ya harufu tena, usipooga ndio kabisa, unanisikia? Sasa wazungu, ile ngozi yao nyeupe ndio ina harufu kali kuliko sisi una taarifa hiyo. Sasa kwa mapepo toyo na harufu mbaya sana kwa ajili ya ile laana. Wakati mwingine unaweza watu sehemu ya wazi ukasikia kama mzoga unanuka, ukaangalia kuna mzoga kani, kumbe kuna pepo pale. Wakati mwingine unaweza ukakuta manukato makali lakini humo ni mtu, kumbe lipo pepo, nimejipaka manukato. Unanisikia? Sasa, mapepo, kwa sababu yana harufu kali sana ndio asili yake inatengeleza manukato makali, ili kufunika ile harufu, kama sisi tunavyojipaka mafuta. Usipojipaka mafuta una harufu ya jasho, sisi tunajua ile. Unanisikia sasa? Yale mafuta, ile harufu kali, ndio yanajua ni kitu chao, kama nyuki kwenye asali. Ndio asili ya wanawake wengi kuangushwa na nini na mapepo. Kwa hiyo akina mama, mnasikia? Ile yes, sabuni kali sana achana nayo. Si hujasema kwenye Biblia, Korinto ya kwanza sura ya sita, na Korinto ya kwanza sura ya kumi, kwamba sio kila kitu kiuzwacho kifaacho ama kinajenga. Hamjaelewa hilo? Na yale mapafu makali achana nayo. Si ili uwe mbali na mapepo kuomba kwa kwako. Kwa, kwa. La sivyo utakao na kaona shida la mapepo mara kwa mara. Akina mama misuko yote na nguo fupi na mipasuo, vinginevyo mtajieleza. Ni hivi, mavazi yanamtambulisha mtu na kumheshimisha mtu na kujulikana mtu ni wa aina gani. Mavazi yamesomwa humu mpaka mavazi yamesomwa mpaka ya kuhani kwenye Biblia. Kama ni mwanafunzi wa chekechea, utamjua kutokana mavazi yake, ila hutajua kwamba huyu ni wa chekechea. Wako wanasale kama wa msingi wanasale Unanisikia? polisi wanasa, utajua huni polisi, huni trafiki, sare zao. Hospitalini utajua mavazi, mavazi ya hospitali ni sare ya dunia nzima, ya kimataifa, wanasare moja tu na nembo moja hospitali zote, utajua huni mfanyakazi hospitali ni. Mapailoti wanaendesha ndege ni sare ya kimataifa, kwamba huyu ni pailoti, unanielewa? Sasa na mavazi yako tajua wewe ni namna gani. Hata kama utasema mimi ni mke wa askofu, mimi ndio wa askofu mkuu wa namna gani utaangalia wasafi, huyu ni kahaba. Hujasema kwenye Mwanzo yule Yuda. Yuda mtoto wa Israeli. Alitembea na mkamwa na kijua ni nani? Ni mavazi. Si alifa mavazi ya kikama, mnanisikia? Utakuwa na nembo ya kipepo, <laughs> unasema una Mungu. Eh, Mungu ni wengi, kuna miungu. Sio yule Mungu wa Israeli. Mnanisikia? Unanisikia? kwa sababu leo hawendi wengi mbinguni lakini eti wakisema unaishi kizamani unaishi kizamani Ndio, unataka ufurahishe mtaa ama mfurahishe Yesu unakokwenda, eh? Mgonjwa wa dini anayelazwa udini anapewa mavazi ya udini, ukiyakata wewe sio wa pale. Mmenipata pale? Ukiyakata kama ni mwanafunzi wa sekondari ama chuo, wanasarea ukikata, nakwambia basi huko huko tunaenda pamoja na mambo ya kiroho ni hivyo, mutoke ya kwamba Mungu haangalii mwili. Ni Mungu mwenye mwili, aliumba mwili, roho na nafsi. Anajali mwili, ugali unaokula ni wa mwili. Umeona ugali wa roho wewe ha? hilo gari unaloendesha ni la mwilini. Umeliona gari la roho? Jamani vipi, ni Mungu anajali mwili. Mungu ni naumwa tumbo, ni ponye tumbo la roho? Umewahi kuliona kama Mungu anajali tu roho? Umeliona tumbo la roho? Hii Biblia sehemu kubwa imeandikwa ni mambo ya mwilini. Hii Biblia imeandikwa kwa, ina sehemu nne, imegawanyika katika sehemu nne. Sehemu ya kwanza kubwa ni ya duniani, ambavyo ndio Bwana aliumba duniani na akanguka duniani na ukombozi ulikuja duniani, ndio sehemu kubwa kabisa ni ya duniani. Sehemu ya pili ndogo ni ya mbinguni, ya mbinguni sehemu ndogo tu Mtia, na Yerusalemu mpya mabarabara ya namna ya dhahabu siri ngapi ngapi, sehemu ndogo tu, maana ukifika utaona mwenyewe. Sehemu ya tatu unasema kuzimuni. Kuzimuni duniani tunaita lumande ama selo ama lock up. Mtu anayepelekwa kuzimuni ina maana haja huko, anayepelekwa lock up ama lumande haja hukumiwa ende gerezani, mnanisikia? Ndio kuzimuni, kuna mateso yake huko, ndio kwamba funza wa huko hawafi maana ya funza ni hivi. Samaki wana asili ya kuishi majini. Dakika ishirini ukimtoa samaki unamweka nje bado yuko hai. Yeye uhai wake ni majini. Mchungaji Herman ukinizamisha nusu saa utamtoa bado ni Mzee Herman. Ni marehemu tayari. Sawa. Uhai wangu ni nje. Sasa na wale nani, minyo hao wa kuzimuni, hawa wameumbwa kuishi kwenye moto mkali kabisa. Kutoka tu akija nje kama hapa ni baridi anakufa. Yeye chakula chake ni mwili wa mtu. Unasikia? Mbu hawajui kwamba huyu ni waziri. Wao wanajua ni chakula chao wakamngate. Wale mwako paka waziri. Uwapige tu na sumu hapo na mjipaka na mafuta ya kuzuia. Lakini kwa maana wewe ukienda kule hawajari heshima ya mtu. Bado wanajua ni chakula chao. Unanisikia? Sehemu ya ta... sehemu ya aina ndio jehanamu. Sehemu ya aina ni jehanamu haijaanza kutumika, wenye wan, dhambi oh, kuzimuni, yani lock up ama marubante, kusubiri hukumu. Hii jehanamu itakapo itatumika wakati dunia yote itatupwa mle na mapepo. Unanisikia hiyo, unanisikia? Sehemu kubwa imeandikwa ni mambo ya duniani. Kwa hiyo ni Mungu wanajali mwili wako anakupa mahitaji ya mwili. Mwili wako ni hekalu lake. Usisuke. Unasikia musuko wowote achana nao. sinataka mungu akutembelee usije ukahubiri wengine wa ukamtu wa kufanya nini wa ukataliwa. tumetosha sasa.